Kabla hata hatujaanza, naomba nikuulize swali moja tu. Umewahi kuona mtu ana mwili mzuri, misuli imejengeka, ngozi inang'aa, lakini ukikaa na yeye dakika tano tu unasikia uzito wa huzuni, hasira, stress na maumivu yaliyojificha. Au labda ni wewe, unafanya mazoezi, unakula vizuri, watu wanakuita mtoa hamu lakini ukilala usiku fikra zinakufuata kama kivuli. Umechoka kupigana na mambo ambayo hakuna anayoyaona. Leo hii video ni kwa ajili yako, kwa sababu afya ya nje inaweza kuonekana, ila afya ya ndani ndiyo inayoamua maisha yako yote. Karibu sana PesaVibe, ukweli wengi hawasemi Afya siyo mwili tu. Dunia imekuwa ikikwambia jinsi ya kutunza mwili: kula vizuri, fanya mazoezi, kunywa maji, jenga misuli. Lakini hakuna anayekufundisha jinsi ya kutunza akili yako. Hakuna anayekufundisha namna ya kuponya moyo. Hakuna anayekwambia kwamba unaweza kuwa na mwili wenye afya, lakini ukawa mgonjwa zaidi kuliko wote. Unaweza kwenda gym kila siku, lakini ukibeba mawazo yenye sumu utaishi kama mtu aliyewekwa kwenye giza. Watu wengi wanaonekana wazima, lakini ndani wamechoka kimya kimya. Wanatembea, lakini roho zao zinasimama. Wanacheka, lakini mioyo yao imevunjika vipande vidogo. Afya ni kitu kimoja: mawazo safi, moyo uliopona nafsi iliyopata utulivu, ndipo maisha huanza kubadilika. Nguvu ya mawazo, chanzo cha afya au magonjwa. Kabla hata chakula, kabla hata mazoezi, mawazo yako ndiyo chakula cha kwanza cha mwili wako. Unapojaza akili yako kuleni, mimi siwezi, nitashindwa tena Hakuna ananipenda, nimechelewa, niko peke yangu, nimekataliwa. Mwili unaona kama umeshashindwa kabla hujaanza. Mawazo hasi ni kama moto mdogo unaowaka ndani polepole, pole bila wavu, na siku moja mwili unaanza kuchoka bila sababu. Unaamka bila nguvu, unachoka bila kazi. Unaanza kuhisi huna thamani. Sio mwili unaougua, ni akili yako. Kwa hiyo swali la leo si je, ulikula vizuri. Swali ni je, ulimlisha nini ubongo wako leo? Moyo ulioumia hauwezi kuongoza maisha yenye utulivu. Kuna majeraha ambayo hatuyapi nafasi ya kupona, maumivu ya kupoteza mtu kukataliwa katika mapenzi, upweke, usaliti, kutengwa, familia kukukataa, makosa uliyowahi kufanya, au ndoto ulizozizika moyoni. Watu wengi wanafanya kila kitu kimwili ili waonekane wazima, lakini hawajawahi kuponya moyo wao. Moyo ulioumizwa unafanya akili ichoke akili iliyochoka inafanya mwili udhoofike. Mwili udhoofikapo, maisha yote yanayumba. Wakati huo huo, unajilazimisha kuonekana uko sawa, lakini moyo unajua ukweli. Wakati mwingine hauhitaji dumbbells. Unachohitaji ni kuwa na ujasiri wa kukubali kwamba kuna kitu ndani yako kinahitaji matibabu ya upendo. Safari ya kupona, hatua tatu kuu za kujenga afya ya ndani hapa ndipo uzima wa kweli unaanzia na hizi hatua tatu ukizichukua leo kesho yako itabadilika kabisa kwanza anza na msamaha fungua moyo uliofungwa watu wengi wanabeba chuki kwa miaka wanatembea na maumivu ya jana kesho na juzi lakini ukweli ni huu Msamaha si kwa ajili ya mtu aliyekuumiza, ni kwa ajili ya moyo wako. Msamaha hutoa minyororo, hupunguza mzigo, hukuruhusu kupumua, hukupa nafasi ya kuwa mtu mpya. Jiseme, ninayaachia kilicho kuniumiza. Ninahitaji amani kuliko vita. Hatua ya pili, jenga mental hygiene. Usafi wa akili bila kuogopa. Kama tunavyooga mwili kila siku, akili pia inahitaji kuoshwa. Lakini tatizo ni kwamba tunasafisha mwili mara thalathini na sita kwa mwaka, lakini akili tunaisafisha mara tatu tu kwa mwaka. Njia za kusafisha akili: fanya journaling, punguza muda na socials zenye drama, soma vitabu vinavyojenga, fanya meditation au maombi tembea peke yako kutafakari. Epuka vyanzo vya stress vinavyojirudia. Kumbuka, akili chafu haiwezi kutengeneza maisha safi. Linda amani yako, weka mipaka watu, wanaweza kuwa sumu kuliko chakula kibofu, na hakuna afya ndani ukiwa katikati ya watu wanaokuangusha. Weka mipaka na watu wanaokubeza wanaokudharau, wanaokutumia, wasiofurahia mafanikio yako, wanaoongelea wengine vibaya, wanaokuletea drama bila mwisho. Mipaka ni kinga, ni ngome ya amani yako, ni ulinzi wa akili yako, ni ngome ya afya yako ya ndani. Afya ya ndani ikikamilika, maisha hupaa. Ukijenga afya ya ndani kwanza, unaamka ukiwa mwepesi, unapumua bila mzigo, unacheka bila kujifanya, unapenda bila hofu, unaamua bila shaka, unatembea na mwanga wako mwenyewe. Mwili wako unaanza kurekebika ukiwa umepona ndani. Hapa ndipo unagundua kwamba gym ni muhimu, chakula bora ni muhimu, lakini Akili iliyotulia ndio inaoamua kila kitu. Mwili unaanza kurekebika ukiwa umepona ndani.